wewe wako wamisri wanaokufuata nyuma wezekana yuko anayesema tutaona na mwaka huu kama atatoboa sasa leo nataka utangaze kwa jina la yesu aliye hai kama siku ile ambayo tangazo la mbinguni lilitoka kupitia musa kwamba hawa wamisri unaowaona hamtawaona tena maana mungu atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya bwana yesu asifiwe sana nyakati wa pili ishirini kumi na saba hebu fungua Nyakati wa Pili kumi na saba misri wa maisha yako, mungu akamwondoe. Nyakati wa Pili sura ya ishirini mstari wa kumi na saba mstari mmoja tu. Biblia inasema neno hili, neno la Mungu linasema hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkaone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi Enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja na ninyi. Kama umeokoka kweli, unaishi maisha matakatifu, jambo la kujua ni kwamba Yesu yuko pamoja na wewe. Kama kweli umeokoka na unaishi maisha matakatifu, jambo la kujua ni kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Kama kweli umeokoka na unaishi maisha matakatifu, jambo la kujua ni kwamba Mungu wa mbinguni yuko pamoja na wewe. Kama yeye yuko pamoja na wewe usiogope. Amen. Usiogope, ratiba ya Mungu kwako kwa haijawahi kubadilika hata siku moja. Kalenda ya mbinguni juu yako haijawahi kubadilika hata siku moja. Ramani uliocholewa ya kuishi haijawahi kubadilika kwa mjibu wa Mungu hata siku moja. Anaweza kuibadilisha ni wewe, anaweza kuibadilisha ni shetani ukimruhusu. Sasa Waisraeli waliambiwa wasiogope. Mtu wa Mungu, naomba nikwambie usiogope. Amen. Misri anayekuwinda, si umeokoka? Anakufuatilia, si umeokoka? Anasema nitahakikisha haingii kwenye ndoa, nitahakikisha hafungui biashara, nitahakikisha anafukuzwa kazi, nitahakikisha ndoa yake inakufa, nitahakikisha watu wanamchukia, nitahakikisha watu wanamtenga, nitahakikisha mabaya fulani anampata. Leo tangaza kwamba ewe Misri, sitakuona tena kuanzia leo bwana yesu asifiwe sana unatamani uone kwamba hutawaona tena Fungua isaya arobaini na moja mungu anasema arobaini na moja mstari wa kumi hadi kumi na tatu arobaini na moja isaya mstari wa kumi hadi wa kumi na tatu bibi nasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe usifadhaike kwa maana mimi ni mungu wako nitakutia nguvu naam nitakusaidia naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu tazama wote walioona hasira juu yako watatayarika Sema wote waliona hasira juu yangu watayarike, wote wakichawi waliona hasira juu yangu watayarike, watatayarika kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inaendelea kusema na kufadhaika, washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Sema wanaoshindana na mimi kipepo watatayarika na kuangamia Anayelisema hili ni Mungu aliyeziumba mbingu na dunia, lakini pia Biblia inaendelea kusema neno hili, utawatafuta wala hutawaona, wapiganao nao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa wale waliofanya vita juu yako, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatoa ahadi kwa watu wake, watu ambao wamefua mavazi yao, watu ambao wameamua kuishi maisha matakatifu, watu ambao wameamua kumchagua Yesu awe fungu lao, wameamua kumchagua Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yao. Kama uko mahali hapa, naomba nikwambie, usiogope. Usiogope kwa sababu yuko Mungu atakushindia. Iko siku utawatafuta hao maadui wa wale wakikuinda na hautawaona. Neno la Mungu alijipingi, ni Mungu anasema utawatafuta, wala hutawaona watakuwa si kitu, watakuwa si kitu na kuangamia. Mungu anatangaza sasa, ukiokoka, Wamisri wa kukufuatilia wakosekani, kama ambavyo Mungu aliwaokoa wana wa Israeli aliwaokoa Halafu lakini wa Misri bado wanafata nyuma nyuma, kwamba huyu si alikwaga wa hivi, tunataka arudi kule kule. Huyu si alikuaga wa hivi, arudi kule kule. Huyu si alikuwa, tunaenda usiku amelala, tunafika tunampika, tunamchezea, anaamka mgongo unauma, mgongo unauma, unauma, mgongo unauma unauma, jamani mgongo unauma. Kumbe wachai walikuwa wanamchezea usiku, lakini ameokoka Alipookoka ile jambo likaondoka, wakijaribu wanashindwa, wakifika pale wanakuta kuna nguvu za Mungu, wakifika pale wanakuta kuna moto wa Yesu. Naomba nikwambie ndugu, endelea mbele. Amen. Bwana Yesu asipe sana. Vita vipo na Mungu azuii maadui. Nikikupa shuhuda mimi unaweza ukashangaa ukasema inawezekanaje. Kuna siku kwenye ulimwengu wa roho, Bwana Yesu asipe sana, kwenye ulimwengu wa roho, kwa ndoto tu nikashangaa, niko mahali fulani pale mahali nilikuwa ninaomba, wakati nikiomba, wakati nikiendelea kuomba, mara ghafla nikaona kuna majitu fulani, moja lina vichwa kama sita, linakuja lile eneo, linakuja lile eneo na lingine, wanakuja. Yaani, naendelea kuomba, naona kama, na, mbona kama naishiwa nguvu, afu wanakuja, wanakuja, wanakuja, wanasogea. Mara ghafla Roho Mtakatifu ndani yangu akasema, unaijua damu ya Yesu unaijua damu ya Yesu, omba ukiachilia damu ya Yesu. Ghafla nikajikuta kinyango kinasema hivi, naachilia damu ya Yesu katika hii ardhi zilizonizunguka. Niliposema ile neno naachilia damu ya Yesu katika ardhi zilizonizunguka, ghafla ardhi yote ikageuka moto moto, ule moto cha ajabu, hauwezi kumunguza mwanadamu. Wale jamani, kaona wanashindwa kuingia kwenye moto, wanashindwa kuingia kwenye moto, yani wamekanyaga, wakajikuta wamerushwa mbali kama sumaku. Nikajikuta nasema ha, nikifika nyumbani na kwenye nyumba yangu naachilia damu ya Yesu. Kule kule ndotoni nikajikuta nimefika nyumbani kwangu, nikasema naachilia damu ya Yesu ya agano jipya. Hilo neno napenda sana kulitamka, napenda sana kulitamka kwa sababu ya hiyo siku. Naachilia damu ya Yesu ya agano jipya, naachilia damu ya Yesu kuzunguka nyumba yangu, kwa sababu niliona namna ambavyo damu ya Yesu ilifanya kazi. Rafiki yangu mpendwa, usiogope kama huwa unakabwa. Yaani maombi yangu nilikuwa nasema sijajua Watu wa Mungu wengine wana siri zao. Mwingine anakuta usiku alali, anakabwa. Natamani leo watangazie hao majinamizi, sitawaona tena. Halafu kama Mungu ameleta ujumbe, basi nakwambia utawaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utaomba kwa jina la Yesu, hautawaona wapo. Maadui kwenye ulimwengu wa roho hao wapo tu, Mungu hawazuii, lakini wengine wanakuja kwa ajili ya kuangamia kwao. Ndio maana nikasema Misri aliyebaki Misri alipona. Misri aliyewafuata Israeli alikufa. Maana Mungu hawezi kutengeneza barabara ya kupita Israeli, halafu na Misri apite kwenye ile barabara, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anaweza. Na atatenda jambo jipya. Maombi yangu ya leo ni kwamba Mungu atende jambo mipya. Watu wenye mamlaka pale kanisani wanaweza kutamka, watamke kwamba ninatamka kuanzia leo, yule aliyekuwa akinizuilia baraka fulani hatanizuilia tena, kwa jina la Yesu sitamwona tena, kwa jina la Yesu, Amen. naomba nikwambie, hiyo siku ni leo Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaamini wanyoshe mikono juu? Nashukuru Mungu, kanisa zima tunaamini. Kama tunaamini Ukiokoka wamisri huwa wapo tu, ukiokoka wamisri huwa wapo tu. Wamisri hawakosekani, wapo, watakufuatilia tu. Biblia pia imesema kwamba tumeokolewa kutoka nguvu za giza, lakini bado zinafuatilia. Simama sasa, omba, ng'ang'ana kwa Yesu. Nakwambia hivi, shetani yupo na anatenda kazi. Niliwahi kusoma siku moja kwenye gazeti, mama mchungaji mmoja amejifungua chula Si kama ulisomaga? Ni miaka mingi imepita nikasema, ni mama mchungaji kweli, inawezekanaje? mama mchungaji inawezekanaje? kwa wachawi wamejisifu, akamuweza yuko mimba, lakini ana chura mkubwa, anapojifungua ni chura. Sasa ni nini maana yake? yawezekana maombi alipungua. Ya sasa, wewe endelea na maombi, kazana, uwe ni mtu wa imani. Jitamkie limwengu wa roho, unaenda kwa matamshi. Watu wa Mungu wengi wako katika kulalamika zaidi badala ya kutamka. Usiwe mtu wa kulalamika, jitoe kwenye kundi la walalamikaji. Amen. Uwe ni mtu ambaye unajua kwamba wamjuao Mungu wao. Amen. Uwe kwenye kundi ambayo linasemwa katika Ayubu 22:21 na mbili na moja, mjue sana Mungu, uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Ukimjua Mungu sana, amani kwako itakuwa ni fungu lako. Yes. si unamjua Mungu, unajua njia zake, amani itakuwa kwako. Ukiona mtu hofu hofu nyingi, jamani, imekuwaje? si kanisa imekuwaje? Wakati mwingine ni kwa sababu gani? mtu kiwango chake cha kumjua Mungu ni kidogo. Mjue Mungu sana, ili uwe na amani, ndipo mema atakuijia. Amen. Kuna mema mingine anakuja kwa sababu na amani, kosa amani au mema hayaji Sijui kama unajua hili. Kuna mema mengine atakujia kwa sababu unamjua Mungu, maana Biblia inasema mjue sana Mungu, sio mjue kidogo. Mjue sana Mungu, ndivyo mema atakavyokujia. Wanaomjua Mungu hawatumii visaidizi. Wanaomjua Mungu hawaendi kwa waganga wa kienyeji. Wanaomjua Mungu hawasemi si vitu gani vitu gani, hakuna. Wanaomjua Mungu wanamwamini Mungu, wanaomba kwa jina la Yesu, wanasema imekuwa, wanaendelea na maisha yao na kweli imekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupe ushuhuda huu wa kweli uzuri. Tuko kawe hapa hapa, wala tuko mbali, kawe hapa. Mungu alinipa neema mimi, nilikaa miaka saba. Nilikuwa nimepanga. Amosi anafahamu, Jofu anafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Faraja anafahamu, mama mchungaji anafahamu, wengi ambao walikuwepo muda mrefu kidogo wanafahamu. Wakati nakaa, kuna sehemu kule, kuna mtaa unaitwa Mzimuni. Mnisamee wa Mzimuni. Wewe mtasi upendi hilo jina, kwani unaitwa Mzimuni. Kwa kule chini nimeenda kupanga nyumba ambao kulikuwa na vyumba vinne. Amosi anapafahamu kabisa pale, maana alifika mapema sana pale kulikuwa na changamoto moja. Siku mimi nimefika, kwa sababu ile hali ya kuzunguka sana, umezunguka sana na dalali, hapa kawe nyumba twende huku, ah, gharama kubwa, chumba kimekaa vibaya. Mimi natamani nikifika nisianze kumgongea mtu kwenye nyumba yake, njoo nifungulie. Hapana, nataka nikifika na mimi niingie tu bila usumbufu kwao. Nikakosa, tukapata sehemu fulani kufika pale, lakini watu wanasema, lakini hapa huwa pana shida kidogo, pana shida kidogo Hawaweki wazi shida gani, pana shida kidogo, lakini haina shida. unapaweza, Unapaweza. E, sema shida, sema haina napaweza. Nikafika nikalipia kodi, ilikuwa elfu arobaini nikalipia miezi sita, haina shida. Pale kulikuwa na wadada, dada mmoja akasema, lakini hapa, huu uwanja, wachawi huwa wanafanya kikao kila siku. Dada naitwa Angel. Wanafanya nikasema kikao, nikasema kama ni wachawi hiyo sio tatizo, sio shida zetu. Kama tukimwita Yesu, watasalenda wenyewe. Baada ya pale, mimi nikaomba nikaomba nikaomba, wachao hiyo siku hawakuja kwenye kile kikao. Akaniambia leo imewezekana, labda wamesahau, kwa sababu ni mtu ambaye anasali lakini haamini sana. Sasa kitu cha ajabu, naomba nikwambie ambacho ni cha kweli kabisa, na Mungu wa mbinguni ni shahidi. Zilipita siku kadhaa wala sio nyingi. Kuna siku niko ndani kwenye chumba changu naandika masomo, nilikuwa kwenye kompyuta naandika masomo, mara ghafla kama kuna kitu yani, kama mwili unasisimka nani kama kuna kitu hakiko sawa mahali. Akili yangu ikanituma tu kwamba hebu toka nje, kwa sababu dirisha langu likuwa kwenye njia ambako watu wanapita wa mtaani, lakini pia kwa mbele kuna bomba ndo watu wote wa upande wa pili walikuwa wanategemea. Nikatoka tu pale na hata sijui ufunuo gani niliupata. Yaani kama kuna kitu kinakuongoza hebu nenda fanya hiki. Nikafika pale kwenye njia. Nikajikuta nachora mstari kwa fimbo. Nikachora, naachilia damu Yesu kwenye hii njia. Naachilia damu Yesu kwenye hii njia. Naachilia damu Yesu mahali hapa. Alafu nikarudi nikaanza kuandika. Kwa sababu nilishani umepita muda kama dakika tano. Mala kwa sababu nilikuwa mimi nikiwa ndani na waona wa nje wao hawanioni kwenye kile chumba. Kiko juu juu. Kwao nikaanza kutazama nikamwona kuna bibi mmoja. Yule bibi miaka yote mpaka na hama kule alikuwa na vaga tu wanaita kitenge kitenge hadi hapo. Bibi mzee sana kama miaka 80 na au tisini nikawa nime nimemwona yule bibi anakuja na dumla lita ishirini anatembea tu taratibu hivi chaajabu alipogusa ule mstari ambao nimechora kwa mti hapo, nikasema naachilia damu Yesu, akaanza kuvibrate bibi, akaanza hivi, akaanza hivi, akaanza hivi, akadumu likadondoka. Sasa mimi nikasimama, ngoja nione sasa inakuwaje. Bibi amevibrate, amevibrate, anafyonza, anafyonza, amefanya hiyo kwa muda kama kama kama sekunde kama dakika nzima, kama hana nguvu, hana nguvu, maasema baba yangu, mama yangu, mara ghafla akadondokea upande wa pili aliyokuwa anatoka. Bibi yule akaangalia mara moja, akarudi baada ya pale sikumwona kama wiki mbili. Wiki mbili kuna watu walikuwa wametoka mwanzo wamekuja kunitembelea wameniletea na zawadi ya samaki. Sasa kuna watu wa kanisani hapa, niliwakaribisha kule nikawapa na samaki, wakati na wasindikiza yule bibi namuona na, na shangara sema, mwanangu, wiki mbili kidogo nife hata kuja kunitembelea hamna. Ananiambia wiki mbili kidogo nife hata kuja kunitembelea hamna. Nikasema bibi, kuna nini kwani? ah. Tena bibi, ngoja nikupe na samaki. Nikachukua na samaki nikampa baadaye. Wakati ni kuja kurudi, nasema yaani, kuna kitu hakiko sawa hili eneo letu. Kuna siku nimepita bakaanza kusema mwenyewe, kumbe ananiambia kitu ambacho mimi nimeangalia kwa macho yangu. Haya Bwana Yesu, asikwe sana kuulizia wale wadada, akasema huyu ndio mwenye kitu, wale wachawi wa, wa hili eneo. Mimi nikasema nakushukuru Yesu, umetenda sasa. Hao ni Wamisri wa namna ya hiyo, hujamkosea lakini kwa sababu ana roho ya kichawi bado anatamani akuharibie. Hujawahi kufanya kitu chochote kibaya kwenye maisha yake, kwa sababu ana roho ya kichawi anatamani mambo mabaya ya kupate. Sasa hao Wamisiri, kuna siku unaweza ukawatangazia, na hiyo siku naomba iwe leo tu, kwamba natangaza yule Misiri anayeniwinda. Wewe si unajua baraka yako, wewe si unajua unahitaji nini, wewe si unajua unahitaji nini kwenye maisha yako, ili roho yako, yako ifurahi. Amen, kwamba Bwana niliomba ndoa nimeipata Bwana niliomba kazi nimeipata, Bwana niliomba huduma yangu hiyo hivi na hivi nimefanikiwa. Yesu anatamani kuna siku iwe ya furaha yako timilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wewe hujapitishwa kwenye mazingira magumu sana ya kuona vile ambavyo Yesu anatenda moja kwa moja. Mimi nikutie moyo, mtu wa Mungu, songa mbele na Bwana Yesu kwa sababu kwake haubahatishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Warumi 8:31 inasema neno hili Walumi 8:31, Walumi 8:31 neno la Mungu linasema hivi: basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Kumbe Mungu akiwa upande wako hakuna atakaye kuwa juu yako kwenye ulimwengu wa roho. Ili Mungu awe upande wako, ishi maisha matakatifu ya wokovu katika Kristo Yesu. Ukiishi maisha matakatifu ya uokovu katika Kristo Yesu, Mungu anakuwa upande wako. Akiwa upande wako, hakuna atakayekuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamna haja kuogopa mchawi.